Umesoma lakini huna ajira? Huu ndio ukweli usiofundishwa shuleni. Umesoma, umehitimu, una cheti mkononi. Lakini kila unapotuma CV, majibu ni yale yale. Ama kimya au tutawasiliana nawe. Unaanza kujiuliza, nilikosea wapi? Je, tatizo ni wewe au kuna ukweli mkubwa haukuwahi kuambiwa? Leo nataka nikuambie kitu ambacho hakifundishwi darasani. Ukweli mchungu lakini wa muhimu sana. Ukweli ambao ukichelewa kuuelewa unaweza kupoteza miaka mingi ya maisha yako ukisubiri ajira isiyokuja. Kabla sijaendelea, makala hii imeletwa kwako na MJAWIRI TV, jukwaa linalokuletea maarifa ya biashara, akili ya fedha, teknolojia na ukweli wa maisha ambao hauandikwi kwenye vitabu vya shule. Kama unapenda maudhui ya kukuamsha kifikra, bonyeza subscribe, like, comment na share video hii, ili ujumbe uwafikie wengi zaidi. Sasa turudi kwenye ukweli wenyewe. Ukweli wa kwanza ni huu. Shule haikukuandaa kwa soko la ajira, ili kufundisha kupita mitihani, kufuata ratiba na kukariri nadharia. Haikufundisha namna ya kutatua matatizo halisi, kuleta thamani